Tukio la kihistoria lilishuhudiwa katika mkono wa bahari wa Kilifi ambapo meli ya kisasa kwa jina Blue Dream 001 iliingizwa baharini kwa mara ya kwanza, ndani ya maji. Hii ni hatua kubwa kwa sekta ya uvuvi nchini Kenya. Meli ya Blue Dream 001 ilijengwa katika ufuo wa bahari wa Kilifi chini ya usimamizi wa kampuni ya South Sea Services ambayo ni kampuni inahusika na mambo ya kujengo ujenzi wa mameli katika kaunti ya Kilifi. Ehe, sasa ilianzaje mpaka tukaanza tukaa tuna meli imejengwa Kilifi? sisi ni wafanyi biashara, nikiwa na timu yangu, mimi ndio board chairman, tukakaa tukafikiria tukaona kuna haja ya sisi kuleta mradi wa kujenga hizi meli ili vijana wetu wapate kupata ajira katika Mombasa kwa jumla, hususan kwa kaunti ya Kilifi, kwa sababu ndo tuliona kuna need sana na ndo kuna area kubwa ya uvuvi ambayo tunaweza kufanya ili watu wetu wapate ajira. Kazi ya ujenzi wa meli hii ilianza mwezi Agosti mwaka uliopita. Tulivyosikia President William Ruto anasukuma sana mambo ya blue economy, tukaona kuna haja sisi kama vijana wa hapa pwani tujitokeze kujaribu kusukuma mradi kama huu wa blue economy, tujaribu vile tunavyoweza, tushirikiane na wadau wengine ili tuhakikishe haya mambo ambayo yanasemwa na president wetu, waziri wetu Hassan Ali Joho, madamu PS, tuingie katika blue economy na sisi tusiachwe nyuma. Malighafi za ujenzi zilisafirishwa kutoka China na wahandisi waliokuwa wakihusika pia walitoka China wakisaidiwa na mafundi wa humu nchini. Lakini watu wakeme tumewahita hapa waje washuhudie Manake wao ndo tumekuwa nao kutoka mwanzo tukifanya hii kazi mpaka leo hii, tumeambia ile kazi tulioifanya na nyinyi bega kwa bega, ng'ato kwa ng'ato imefika kilele. Leo hii mje mshuhudie ule mtoto wenu mliemzaa mkamlea, leo ndo huyo anaingia baharini, tukamilisha yale makamilisho mengine ambayo yamebakia, alafu tumwite waziri Hassan Aljoho na PS wake Madam Betty wakuje hapa watufanyie commissioning ya hiyo meli. Wawekezaji wa kibinafsi kutoka Kenya walifanikisha ununuzi wa malighafi hiyo huku shirika la serikali KMA likikagua mchakato mzima wa ujenzi. Kenya Maritime Authority, tuna kazi ya kuangalia uh, kwamba vyombo ambavyo vi vinaenda baharini vinakuwa vimetengezwa uh, kwa ustadi kwamba inaweza kufanya kazi ambayo imekusudiwa vizuri na tunaanza wakati wanafanya ile design. Kwa kizungu tunaita cradle to grave, tangu inapo inapo, inapokuwa mtoto mpaka itakapo uh, itakapokuwa imemaliza kazi yake. Si nikiwa nimekanyaga chini ya bahari, litakapokuwa liko kama kule, kimo changu ni hiki tu e. Kinamezwa kabisa hapa na alama hizi ambazo zimechorwa hapa. Lakini nyumba nzuri, si mlango, ingia uone ndani. Wacha tuone huko ndani kuko vipi. Sasa siku muhimu ya kuingizwa baharini kwa mara ya kwanza ikawadia, ili ipate uhai wake kama meli, iwe kinguruma na kuingia baharini. Kile muhimu huwa ni, ni chombo Halafu, uh, na wale mabaharia wanaofanya. Kwa hivyo tunaona, kuna uh, a lot of interest kwamba uh, kuwe na hivi vyombo vinatengezwa hapa hapa na, na watu binafsi uh, na inasaidia maanake itaandika ina, watu kazi wale wa kuijenga na kisha baadaye wale watakwenda baharini na wale watakaweza kuitengeza. Tunaona ni kama kuna mwamko kwa sasa ku, kuweza ku husika na mambo ya uchumi samawati. Shughuli hiyo ilichukua siku nzima ikitekelezwa kupitia kreni mbili ambapo maji yalihitajika kufikia kiwango cha kujaa ili kuiangusha baharini kwa usahihi. Hatua hii ilikuwa muhimu ili kubaini iwapo kuna maeneo yanayovuja kwenye meli hiyo. Kuna hapo nyuma yangu kuna hizo kreni tu tulikodisha katika hiyo kampuni ambayo inakodisha makreni. Hiyo meli itainuliwa na utaona itasukumwa kwa Bahari Hindi iingizwe kwenye maji, na sasa hivi utaiona ndio hiyo ikiingia kwa maji kabisa, alafu sasa ile mambo yaliyobakia pale tutarekebisha marekebisho kidogo ambayo itakuwa lazima tufanye. Hiyo meli ikiwa ndani ya bahari ndio tuangalie mahali kama kutakuwa kuna leakages ama nini. Hizo challenge kidogo kidogo tumalize kabla hajaanza kupasua kwenda bahari kubwa. Tutangojea waziri na naps wake waje hapa kulonjwa ofishali watupatie bendera ndio sisi tuanze kuanza kazi yetu kirasmi. Meli ya Blue Dream 001 itafanyiwa ukaguzi wa kina na marekebisho ya mwisho kwa muda wa mwezi mmoja kabla ya kuzinduliwa rasmi. Umelianza mwenyewe tangu lini wewe? Kwanza mwanzo tarehe kumi na tisa Novemba mpaka leo tarehe kumi na sita. Leo kazi ilikuwaje hiyo? Nzuri sana nimeenjoy kazi. Okay, sasa leo ni nini? Leo mmechinja, mmechinja nini? Mmechinja mbuzi? Nyinyi mmechinja? Hawachinji hawa kwenda kuchombo baharini? Hawachinji hawa? Tunashukuru Mungu tu, kila kitu kiko sawa, kwa sababu kuchinja ni kafara na sisi tunafanya kafara. Uh, Yo, ni kuna vijana ambao tayari sasa tushawaambia wajitarishe. Hiyo meli itakuwa ina uwezo wa kubeba vijana kumi na sita qualified, wala wameenda Bandari College kusomea mambo na ubaharia. Wako ready, wameleta application, tunazikagua, mimi nikiwa mwenyekiti tunaenda pamoja na madirectors wangu na tutahakikisha hakuna ubaguzi, hakuna mtu atachukuliwa kiukabila Tuta make sure mtu bora ni Mkenya, ana haki ya kufanya kazi katika hii meli yetu ya hapa. Umona hapo imewekwa Blue, Blue Dream 001 kwa sababu ni meli ya kwanza, na kuna zingine tatu ambazo tumepitisha approval kwa Kenya Maritime Authority. Tushanunua material in China, ulikuwa tunangoja hii moja tumalizane nayo alafu zile zingine tatu zikuje tuendelee na ujenzi. Lengo ni kuhakikisha kuwa inakidhi mahitaji yote ya usalama na utendakazi kabla ya kuanza shughuli za uvuvi. Kwa hakika ni hatua inayochochea maendeleo katika sekta ya uchumi wa baharini nchini Kenya. mimi ni Lolani Kalu.